Licha ya vijana wengi nchini Tanzania kumaliza elimu za juu ikiwemo vyuo yaelezwa kuwa bado kuna baadhi ya vijana wa Kitanzania wanakabiliwa na changamoto ya kutokuwa na juzi na stadi mbalimbali mbali ya jinsi ya kutengeneza au kufanya biashara mbalimbali ili waweze kujikwamua katika lindi la umasikini. Hayo yamesemwa na Bwana Ringo Iringo, mwenyekiti wa Kamati ya ufundi na ushauri wa mradi wa Yes, unaosimamiwa na kutekelezwa na taasisi ya Helevetas Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo serikali wenye lengo la kutoa elimu ya ujuzi na stadi mbali mbalimbali kwa vijana katika mikoa ya Dodoma na Singida. Akizungumza na waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa mradi wa Yes uliofanyika jijini Dodoma, uliokuwa na lengo la kushirikishana na wadau mbalimbali kuhusiana na mbinu bora au njia nzuri katika utekelezaji wa mradi huo, Bwana Iringo anasema: kwa hiyo eh, afua kama hii ya mradi wa Yes ambao unawawezesha vijana ambao wamekaa katika mazingira ambayo ni sio hatarishi, lakini wana changamoto za kufikia mitaji, wana changamoto za kufikia ujuzi, wana changamoto za kufikia masoko. Mradi wa Yesi unawakutanisha vijana hawa na taasisi mbalimbali za kuwajengea uwezo, kuwapatia ujuzi, lakini vile vile kuwaonyesha masoko yako yako wapi. Kwa hiyo tunategemea katika muda ambao e, mradi huu utakuwepo na miradi mingine na nitoe e, wito kwa e, kwa vijana pamoja na miradi mingine, kipindi ambacho tuko sasa hivi, tunahitaji sana sana vijana kujengewa uwezo kwenye ujuzi, kwa sababu serikali imeshasema imetenga hela kwa ajili ya kuwawezesha vijana. Tuna halmashauri e, zetu, tuna e, wizara kwa mfano wizara. Sasa hivi vijana wana idara ya wa vijana, lakini tuna wizara ya maendeleo ya jamii pamoja na wanawake lakini tuna mfuko wa kujengea wananchi kiuchumi. Vile vyote vinatoa fedha mbalimbali ikiwepo mitaji ya mitambo na mitaji ya biashara, lakini wataweza kutumia fursa hizo tu kama wana ujuzi wa kutengeneza bidhaa, wana ujuzi wa kufanya biashara, wana ujuzi wa kuhudumia masoko na wateja. Mradi wa Yes unaoendeshwa na taasisi ya Helvetas Tanzania kwa kiasi kikubwa unafanya kazi katika mikoa ya Dodoma na Singida huku kijikita zaidi kuwawezesha kundi la vijana kupata mafunzo ya ujuzi na stadi mbali mbalimbali. Je, ni kipi kilichosukuma kuanzishwa kwa mradi huu Bwana Abraham Mombe Kimtongole bayo ni meneja mradi wa Yes anasema. Yeah, um, mradi wa, wa Yes kama ambavyo unajieleza Youth Employment Through Skills Enhancement, ni mradi ambao ulisukumwa na tatizo la ajira miongoni mwa vijana. Tunafahamu eh, kulingana na data za benki ya Dunia, karibu vijana kwa sasa hivi ni karibu vijana milioni moja kwa wanaingia mtaani eh, kila mwaka baada ya kuwa wamemaliza wengine eh, vyuo vikuu, lakini ni vijana ambao wanakuwa wameingia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye nini tunasema soko la ajira, lakini wakiwa hawana hawana ajira. Kwa hiyo mradi huu umedizainiwa kwa ajili ya kujengea uwezo especially wale ambao wamekuwa wamekosa nafasi kabisa, tunawajengea uwezo waweze kupata mafunzo ya ufundi stadi, kwa sababu haya mafunzo ya ufundi stadi yanafahamika kabisa, ni kwamba ni rahisi kwa kijana, hata kama sio kwa kuajiriwa, ni rahisi hata kujiajiri. Ukishafundishwa hapo ukapenta, unaweza ukawa nyumbani kwenu tu hapo nje, ukaweka zako meza pale, ukabadilisha ukapata hiyo hama, ukapata soo na nini, ukaanza moja kwa moja kufanya kazi. Ndio maana tumetengeneza huu mradi, lengo ni kuweza kutengeneza ajira kwa vijana kupitia kujiajiri ama kuajiriwa. Ah, mradi wa Yes ni mradi wa miaka minne ambao umeanza 2022 na 22, na tunavyozungumza mwaka huu Desemba 2025 unakuwa unafika mwisho katika awamu yake ya pili. Umelenga kufikia vijana 3600 katika halmashauri tatu ya Singida Manispaa, Singida DC pamoja na Dodoma Jiji. Lakini mpaka tunavyozungumza, ambapo tunaelekea kufunga mradi, tumefanikiwa kufikia vijana 3500 Tisini na saba. Kwa hiyo kuna drop out ya vijana wachache, lakini mara nyingi tunapokuwa tunarecruit vijana tunahakikisha tunachukua wengi ili tuweze kufikia lengo, maana huko katikati wengine wanakuwa wanaacha mafunzo kwa upande wao. Miongoni mwa vijana walionufaika na mradi huo wa Yesi, wana yapi ya kusema kuhusiana na mradi huo? Kwa majina naitwa Regina Amos Msaka, mimi ni mnufaika katika mradi huu wa Yesi, katika kozi ya ufundi rangi rangi za majumbani, naita paint decoration. Katika mradi huu nimenufaika kwa sababu kabla sijaanza kunufaika huu mradi nilikuwa sina cha kufanya, lakini baada ya kusomea hii kozi nimepata ujuzi na nafanya kazi ya ufundi rangi. Mimi nilianza elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na mbili baada ya hapo kwanza, elfu mbili na ishirini mbili yo mwishoni tulivyomaliza field, nilianza kupata kazi kupitia mafundi ambao wapo mtaani, connection za watu, kwahiyo ndo nilianza kupata kazi hi, na pia nami sasa hivi nafanya kazi zangu mwenyewe ambazo naitwa, kwa sababu nimeshakuwa mzoefu na hiyo kazi. Kwa jina ni Alfred Sipian, seminari katika shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu. Tupo malezi ya kwanza katika kituo cha mwenye heri Yohane Merini. Sisi kama shirika katika shirika la Helevetas kupitia mradi wa Yes tumepata kunufaika katika mtambo wa biogas. Biogas kama gesi mbadala tumepata manufaa makubwa kwani kabla ya kuanzisha